Kama unavyoniona nimekuja kuangalia dabi ya mashabiki wa Simba na, na Yanga. Kwa hiyo mpira ni furaha, mpira ni inatengeneza umoja na mpira unaleta amani pia katika jamii tofauti tofauti na katika watu tofauti tofauti. Kwa hiyo kuto kuvaa rangi ya timu fulani au ya timu fulani si kama sina, sina timu ila timu yangu ni Simba. Yeah. Yes, uh, kuna kuna baadhi ya mashabiki ambao wanajua mpira kiukweli. Uh, leo wamepata nafasi kuwakilisha timu yao katika sehemu ya mashabiki. Nani ambaye kwako kwa anakuvutia zaidi kwenye ile uh, first 11 ya Simba ambayo imeanza? Ah, uh, first 11 mimi Dr. Mo. Dr. Mo, Dr. Mo kama atakuwa ameanza basi na mimi natafanya vitu vikubwa sana kwa sababu anajua mpira. Na pia uh, Nimemwona Toby Toby pia ambaye ni mwanahabari wa, wa Simba pia, kama atakuwa ameanza watafanya vitu vikubwa, ana miguu ya ufundi sana. Ah, yule ni master, ni master kabisa. Uliwahi kumshuhudia maeneo gani mengine? Mazoezini, nimemwona mazoezini jana, mazoezi ya mwisho nimeangalia, touch yake ya kwanza, anavyo receive mpira, anavyopiga pasi, anavyo dribble mpira, unamwona kabisa ni mchezaji wa viwango vya juu. Sawa, yeah. Matarajio ya Simba official team, uh, kwenye ligi kuu Uh, mpaka sasa hivi ni mazuri, watu wanaenda vizuri hapo. Simba imekuwa ikipoteza baadhi ya michezo, mwalimu amekuja mpya. Matarajio yako wewe kama mshabiki wa Simba sasa, una umeshapitia kidogo takwimu za mwalimu ukajua atatusaidia wapi na nini? Kama shabiki, una lipi la kusema? Uh, kubwa zaidi ni kuwa na umoja kati ya viongozi pamoja na, na, na mashabiki mashabiki na viongozi pamoja na ko kocha mpya ambaye atakuja na wachezaji pia, itengenezwe unity ya pamoja kama Simba, za, Simba ya mwanzo, ili muunganiko uweze kupatikana vizuri, kwa sababu ushindi unaanzia unaanzia nje kwa mashabiki, unakuja kwa viongozi, unakuja kwa wachezaji na kocha pia anapata morali. Kwa hiyo naamini kila kitu kitakaa sawa. Ndio maana tuna slogan yetu ya Simba nguvu moja sawa, yeah. Uh, wewe ni msanii bwana, na hapa tumeambia kutakuwa kuna burudani nyingi. Vipi, kuna ratiba yoyote ambayo utakuona kwenye jukwaa, labda ukiburudisha mashabiki? Hapana, sipo katika ratiba ya kuperform, lakini zipo burudani ambazo mwenye unajua zimeandaliwa. Hey, najua kuna burudani zimeandaliwa na tutaenda kuziangalia ndani. Sawa na sawa, nashukuru sana, asante pia sawa.